Simama usiku ile theluthi ya mwisho, saa tisa mpaka saa kumi, hasa ikiwa saa kumi itakuwa vizuri sana. So ile ndio theluthi ya mwisho, na Nabii Daudi alaihi salam kila siku alikuwa akiamka saa kumi usiku. Ukisimama okay, ule usiku, chukua udhu vizuri, elekea kibla, funga sala, Allahu akbar, soma Suratul Fatiha, kisha soma kul ya ayyuhal kafirun, Suratul Kafirun kisha rukuu. Rakaa ya pili sura Al-Fatiha na kul wallahu ahad. Hata tukienda gamaka ndo tunaambiwaga tusome salatu haja sura mbili hizi. Kisha baada ya pale usiku ule, toa salamu. Ukishatoa salamu, omba maombi haya mara tatu, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana atina fid dunya hasana edua ndo alokuwa anaipenda sana mtume kisha ukishaomba dua kama ile, sujudu tena kwa mara nyingine. Ukisha sujudu, muombe Mungu kwa lugha unaoitaka. Kwanza uko nje ya sala, alafu pale, tia chumvi ya dua, jitahidi lishuke tone la chozi pale. Alafu kupata khushu, punguza taa au zima kabisa, kwa sababu usiku asilia yake ni peponi. Ndio maana mambo makubwa yote ni usiku, hata safari ya Israeli ilikuwa ni usiku.